Bwana, baada ya Harmonize na Diamond di wote kuachia ngoma at the same time, mazito yameibuka bwana, ah. Hiyo lazima ni kuambie ukweli ni kwamba huko mtandaoni ili swala lazima tu linge happen kivyo vyote vile. Yani issue ya Diamond na Harmonize wote kuachia ngoma at the same time lazima watu wangezungumza in a positive way na wengine in a negative way. Sasa Diamond bwana ameachia ngoma out of nowhere kama nilivyozungumza katika video ile iliyopita, kwamba mwamba bwana amekuja kama Aguero enzi zile, unashangaa tu mpira una dunda dunda kinu kuhavuni. So Diamond bwana ameachia hii ngoma bila kuintroduce bila kufanya introduction yoyote, bila ku announce kufanya announcement promotion yoyote, yani mnyamwezi. Mpaka unavyozungumza sasa hivi hapa, ni kwamba ukipita katika page ya Diamond Platinumz, hajaposti kuhusiana na hii ngoma, kwamba anatoa lini eh, au labda hajaposti kwamba labda wa, wa, wa, mashabiki zake wawe wa, wa attention kuna ngoma inakuja au vipi, ni kwamba tu ngoma iko hewani na watu wanaruka nayo umeona, amegusa tu kwenye insta story kidogo, lakini huko kwenye posti zake unakuta tu ameposti vitu vingine. So hakutangaza wala nini, imekuja tu automatically. Lakini upande wa pili, bwana Konde Boy eh, tuliona mixer makiki yale ya Kajala eh, Kajala tulimuona alikuwa, eh, kichwa chake kilitengenezewa sanamu vikaunganishwa eh, na sanamu ya kichwa cha Harmonize akaja akaposti kionjo cha wimbo huo ambao ulikuwa unakwenda kwa jina la Best Capo. Ni almost sasa hivi ni kama wiki, watu wameshaanza mpaka kufanya challenge ya huo wimbo wa Harmonize Best Capo. Wamekuja kutoka, leo mapema kabisa majira ya saa sita usiku yani tarehe tulivyobadilika kwa 27 ngoma ikawa released yani jana usiku yani usiku wa kuamkia leo. Diamond, bwana, out of nowhere, ameachia hii ngoma na kwenda kwa jina la Down usiku huo huo, na Yani, tunaweza kusema hivyo kwamba ngoma hizi zinachuana hivi yani, katika peji za mitandao ukipita bwana, inaitwa Best Couple ambayo yenyewe ameshirikiana na msanii ameshirikiana na msanii eh, wa Nigeria ambaye anafahamika kwa jina la Rude Boy ambaye ni yule pacha wa wapita kutoka P Square. Umeona bwana, kwa hiyo ngoma imeisha kuwa released, na tulikuwa tunajua kabisa kwamba inakuja, na vionjo vilikuwa vimeshaanza kuvuja. Tunavyozungumza sasa hivi ngoma hiyo ya Best Couple ina jumla ya views laki mbili na elfu kumi na saba ikiwa imetoka masaa ishirini yaliyopita na iko on trending namba nane Umeona bwana, leo ni Ijumaa. Umeona bwana hiyo ni ngoma ya Harmonize. Lakini pia ngoma ya Diamond Platnumz bwana ambayo inakwenda kwa jina la Down. Hii bwana ni, mba, uh, ni ya mapiano ambayo kama nimeshaeleza kabisa kwamba ni imetoka tu out of nowhere ya Diamond wala hakuipromote hata kidogo. Umeona bwana? Sasa ngoma ya Diamond imetoka masaa 17, tofauti kidogo na ngoma ya Harmonize. Hii Down ya Diamond imetoka masaa 17. Ngoma ya Harmonize imetoka masaa 20 iliyopita. Zimepishana masaa matatu. Ngoma ya Diamond iko trending namba 10 ikiwa na views laki moja na elfu arobaini Umeona bwana? So nitakupa tena update siku ya kesho, kwamba zinaendeleaje au vi bwana, lakini kwa sasa hivi huko mitandaoni bwana, huko Instagram ukipita utakuta kwamba watu wanaizungumzia hili swala la hawa wawili kuachia ngoma at the same time, wengine wakidai kwamba Diamond bwana amekuja kumkabia kwa juu Harmonize. Harmonize alishapromoti alishatoa taarifa kwamba jamani, tarehe ishirini na saba anatoa ngoma lakini Diamond ndio alivyoona tu Harmonize ametoa, masaa matatu baadaye naye pia ka release ya, ya kwake. Umeona bwana eh, kwa hiyo huu umekuwa ni mjadala of course, na Ibra naye pia ame release ngoma. Ibra alitegemea kwamba atakuwa yeye na Konde ndo anashindana, lakini eh, <laughs> Diamond ameingilia kati hapo. Sasa hivi ushindani ni kati ya Diamond na Harmonize. Ibra watu wamesahau na hata ngoma yake hatujui inaitwaje. So back on the point ni kwamba tumecheki hapa page mbalimbali zimekuja kureact kuhusiana na hiyo issue kwa mfano hapa kuna peji hapa ameandika kwamba Diamond na Harmonize wameachia ngoma pamoja. Umeona bwana, huku down, kule. Wameachia ngoma inakwenda kwa jina la Best Couple, wakaandika kwamba bwana mastaa wa mziki wa Bongo Flava Diamond Platnumz na Harmonize wame wameamua e, kurudi rasmi kwenye ushindani wa mziki. Safari hii e, baada ya baada ya kushindana sana kwenye ma private jet, ni kwamba wamepindukia kwenye mziki kwa sasa wote wawili wameachia nyimbo mpaka, mpaka hivi ndani ya wakati mmoja ameachia wa wimbo wake wa mapiano unaitwa Down, akiwa ameshirikisha wasanii kutoka Afrika Kusini kama vile Man RSA, Lintoto pamoja na Masterpiece na huku nayeye, na pia akiwa ameachia ngoma yake mpya kabisa anayofahamika kwa jina labt akiwa amemshirikisha star wa mziki kutoka Nigeria bwana. Haya, peji nyingine hii hapa wameandika the same thing. Umeona bwana. Kwa hiyo page ni nyingi sana zimeandika kitu hicho hicho. Umeona bwana. E, sasa hapa kuna mtu ameweka maoni. Timo amesema kwamba bwana da, e, bwana kwenye wimbo mpya wa Diamond Down pale mwanzoni kwenye intro e, kuna mwamba aliweka maji kwenye koromeo. Alafu akaanza kuyapuliza. Au ni masikio yangu mabovu? Kuna mtu amesema hivyo. Yaani kweli ukisikiza ngoma ya ya Diamond hiyo eh, Down kuna ubunifu mwingi sana humo ndani. Mixa wimbo wa Kingwendo umeimbwa humo. Kile kionjo cha Kingwendo kile, hajatuliatulia udemu mapepe eh bwana, hicho kionjo bwana, kima umo kwenye hii ngoma ya Down. Umeona bwana. Kwa hiyo Diamond bwana kweli amevurugwa eh, kwa wa makonde wanasema kwamba amepachamwa. Umeona bwana. Yani amevurugika kwelikweli mwana ameamua aliwashe ali. Sasa nataka nikusomee comment ambapo ndo sehemu ambayo watu wengi sana sasa kuna baybuna, hivi wana wameitolea macho kwamba kuona maoni yako vipi kwamba King Rudy yupo humo yule jamaa wa P Square ni mkali sana kwenye suala la kuimba nyimbo melodies za mapenzi. Kwa hiyo nyimbo ni kali kiukweli. Lakini pia upande wa pili huko Diamond nyimbo yake naye pia ni moto kweli kweli kwa sababu yeye ya kwake bwana ni nyimbo la vibe. Umeona? Hii ni weekend Ijumaa. Kaachia mjomba, kaachia goma lake la vibe, watu wanajua kabisa kwamba watu wataselebuka nalo leo Ijumaa juma, mpaka Jumamosi. Alafu pia Jumamosi pia watu wataruka nalo tena mpaka Jumapili so you already know. Haya, kwahiyo hapa kuna mtu mwingine aso kwamba bwana Simba la Masimba Dangote ni moto zaidi hmm. Hapa kuna mbingu na ardhi alafu private jeti na kale kwa kifodi kuna mtu ameandika hivyo, sijui alikuwa anamaanisha nini. Okay mwingine, kwa mtu mwingine amesema kwa bwana, nimepata song la kupoa nalo, yaani hili ni la moto sana. bombo clat, kuna mtu ameandika hivyo. Mwingine, kwa mtu mwingine amesema kwa bwana, down down down, of course ya, yes, simba kwa kweli iko moto zaidi. Kwa mtu mwingine amesema kwa bwana asa eh <laughs> kuna mtu ambaye ameandika comment ambayo siwezi kusoma kidogo, ameweka ame mix na matusi humo ndani haya Cheki hapa comment zingine, kuna mdau hapa anasema kwamba bwana Diamond ameshajua kabisa kwamba hawezi kuimba sasa hivi, anapiga makelele tu, sauti hakuna. Kuna mtu ameandika hivyo, kwa sababu bwana Harmonize ameonyesha ufundi zaidi katika ile ngoma. Umeona? kwa hiyo, hapa kila mtu amekuja kuzungumza la kwake. Ukiwa kama mdau obviously, eh, utakuwa umesikiliza hizi ngoma. Utakuwa umesikiliza down ya Diamond Platinumz na pia utakuwa umesikiliza nyimbo ya best couple ya, ya Harmonize Konde Boy. Hebu tuambie unahisi kwamba ngoma ipi ni kali zaidi? Ngoma ipi wewe imekugusa? Ngoma ipi wewe utashinda nayo kuanzia jumaa juma hii mpaka jumatatu unaisikiliza? Tokea maoni yako hapo chini katika comment section kama kawaida, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona. Lakini pia vilevile bwana, hakikisha unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.